Shukrani za dhati kwa moyo wangu kwa rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa awamu ya sita kwa kazi kubwa aliyofanya ya kurejesha mikopo ya asilimia kumi ndani ya nchi yetu. Na vile vile, mtakuwa pamoja nami hapa, nyuma mikopo hii ilisitishwa, lakini mheshimiwa rais kwa kuona umuhimu akasema hapana, mikopo hii irudishwe na wananchi waweze kunufaika ili waweze kujikwamua kiuchumi na kuweza kuinuka kutoka katika hatua moja ya kimaendeleo katika zile shughuli zetu tunazozifanya, biashara, ujasiriamali na kupanda katika hatua kubwa zaidi ili kujikwamua kiuchumi. Kwa hivyo, pia vilevile niseme tu kwamba mikopo hii inakwenda kutolewa leo katika vikundi sabini, vikundi hivi vikijumuisha wanawake, vijana na wenye ulemavu. Wanawake 43 watakwenda kunufaika vijana 21 watakwenda kunufaika lakini na wale wenye ulemavu sita watakwenda kunufaika na mikopo hii. Kwa upande wa wanawake ukiangalia ni zimetoka fedha nyingi takriban milioni 880 lakini kwa upande wa vijana bilioni moja zinakwenda kutolewa, lakini kwa upande wa wale wenye ulemavu tunakwenda kupata milioni 177. Kwa hiyo utaona fedha zote hizi zinakwenda kwa wananchi wa wilaya ya Kigamboni ambao wamejizatiti kwenda kujishughulisha na maswala ya kimaendeleo ili kujiinua kiuchumi. Ni fedha nyingi sana, ni fedha ambazo zitakwenda kutuinua, ambazo hazijaanza kutolewa leo wala jana. Zimeanza kutolewa fedha hizi tangu mwaka elfu mbili na kumi na sita mpaka leo elfu mbili na ishirini na tano. Lengo ni kwa ajili ya kuwainua wananchi, fedha hizi zikatumike kwa kama ipasavyo kama tulivyoomba, ili kut, zikaweze kutuletea manufaa na zikaweze kutu, kuone, amini kuongeza thamani kwenye biashara zetu ili tukaweze kukua. Fedha hizi zisiende kutumika katika matumizi mengine yasiyokuwa rasmi na ambayo hayakuwa kwenye mipango yetu ambayo tumeweza kuyaombea. Wapo watu ambao wakipokea fedha hizi wanakwenda kuongeza mke, wapo ambao wakitumia fedha hizi wanakwenda kununua vijora, wapo ambao wanatumia fedha hizi wanakwenda kufanyia shughuli ambazo hakuzipanga. Kwa hiyo tuendeni tukatumie fedha hizi ili ziweze kutusaidia kwa manufaa yetu wote.